Nyaya hizi hutoka kwa njia mbalimbali za umeme zilizoharibiwa na wezi na zinakusanywa na kampuni la umeme SNEL. Tani hizo 59 zilitoweka ijapo zimelindwa kwenye makontena mawili iliyofungwa. Pia eneo la kuhifadhi nyaya huko Likasi zinalindwa na askari jeshi. Mkoa wa Katanga mara kwa mara hukumbwa na visa vya wizi wa aina hii. Nyaya za shaba zina thamani kubwa kwani ni shaba tupu. Leo hii tani ya shaba inauzwa kwa dola 9195 yaani tani 59 ya iliyoibwa ina thamani ya karibu dola laki tano na hamsini. Kulingana na vyanzo vilivyo karibu na serikali ya mkoa wa Okatanga, nyaya hizi za umeme zinauzwa katika makampuni madogo ya uzalishaji wa shaba yaliyoko katika mkoa huo, zingine uelekea katika nchi za Kusini mwa Afrika. Hasa katika eneo la viwanda la Konkola nchini Zambia. Mwaka mmoja uliopita, kundi ingine kubwa la nyaya za shaba zilizokatwa iligunduliwa mjini Lubumbashi na polisi katika ghala ya kampuni ya binafsi.